Yes, bwana mtazamaji wa Simba Fans TV tuko naye Heavyweight Dula, e, kubwa zaidi ni kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii e, mara baada ya kuzungumzwa kwamba mchezo wa fainali ya pili ya michuano kombe la shirikisho barani Afrika ambapo wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa nyumbani e, kuhamishwa kutoka Benjamin Mkapa kuelekea katika Dimba la New Amani Complex. Kwanza Heavyweight, mambo ni aje? Kwema namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo anasemaje? Kwa vizuri, ah, niko vizuri. Hivyo hivyo tu ndugu yangu, mambo yanakwenda poa baba. Ah, tutafanyaje? Tunasubiri tu finali yenyewe tuone, japokuwa ishaanza na mauzauza lakini ah, acha tuangalie mwisho wake. Binafsi, taarifa hii ambayo inaendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii hmm, umepokea kwa namna gani? Ah, ni taarifa ambayo ina mkanganyiko by the way, kwa sababu uh, shirikisho la mpira wa miguu uh, la, la Afrika CAF limetoa taarifa kwenda ku, kwa TFF kwamba mechi eh, ita e katika Dimba la Amani Stadium. Lakini kinachotia mashaka au mgagaziko zaidi ni kwamba uh, wenyeji ambao ndio RS Berkane katika mchezo wa kwanza wamepata taarifa ya mechi ya pili wapi itachezwa siku moja before taarifa kutoka kwa shirikisho la, la mpira wa miguu CAF. Sasa tafsiri ya haraka haraka, tayari kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna viashiria fulani vya, vya, vya, vya ulainishaji hapo, kuna figisu, umeelewa? Na kwa nini wao waweze kupewa taarifa mapema ilhali timu kama Simba ndo litakuwa ipate taarifa? Kwa sababu yenyewe ndo muhusika ina, ina, ina, na ndo inahusiana na mambo ya uratibu wa mechi, uuzwaji wa tiketi na vitu kama hivyo. Sababu utakuwa unaendelea kuuza tiketi eu, kumbe mechi inachezwa katika dimba ambalo haliwezi kukidhi watu e, kwa kwa haraka haraka. Na hiyo ni mwanzo tu ndugu yangu, unajua soka letu la Afrika, mimi soka la Afrika nalifuatilia sana. Uh, huu ni mwanzo tu. Simba watakutana na vimbwanga vingi mno, si unanielewa? Na nimeshangazwa pia na appointment ya referee, unanielewa, huyo Pierre Acho, Pierre Acho huyo ni, ni ref ambaye an, ana skendo za, za, za ovyovyo, na ameshawahi kuharibu, ameshawahi kufanya blanda katika finali pia ya michuano ya Africa, yani AFCON, mataifa ya Afrika mwaka elfu mbili na ishirini na nne lakini ile Afconi ilikuwa inajulikana kama Afconi ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kati ya Senegal pamoja na Ivory Coast. Ivory Coast indo, ilikuwa alikuwa host wa ile michuano nafkiri unakumbuka, mechi imetai kwa bao moja kwa moja. Alifanya mistakes nyingi ikiwemo e, e, ilikuwa ni katika miongoni mwa mistakes ambazo nazikumbuka alizifanya ni pamoja na ile red card ambayo alipaswa kumpa Sadio Mane lakini alipuuza, lakini vilevile vile. Eh, kuna penalty ambayo ilikuwa wapewe Senegal kwa sababu ya yule Ismaila Sarr kuweza kufanywa e, eh, madhambi ndani ya penalty box, jambo ambalo hakufanya hivyo likampelekea mpaka ule Crepin Diata kulalamika sana na kusema kuna viashiria vyote vya upangaji matokeo. Lakini vile vile alikuja kuawadi hawa Ivory Coast penalty dakika kumi kabla ya mchezo kumalizika, lakini baadaye ikaja kuonekana kwamba ile penalty haikustahili kuwepo kwa sababu tayari kulikuwa kuna offside kwenye build up. Alifanya blanda chungu mzima na baadaye taarifa ikaja kwamba refa yule alifungiwa na kuondoshwa kwenye, kwenye, kwenye listi ya mawamuzi ambao watachezesha katika michuano ya Afcon katika Afcon zinazokuja. Sasa refari kama huyo ambaye amefanya blanda, nashangaa na kuona naye anaaminiwa na, na kurudishwa tena kwenye eh, kupangiwa eh, tena kwenye mchezo wa fainali dhidi ya eh, vigogo wakubwa wa soka kama ilivyokuwa kwa Senegal pamoja na Ivory Coast, wakati kasha prove kwamba ni ni, ni, ni refari ambaye hakuwahi, hana uzoefu of course, ameanza kuwa refari wa kulipwa mwaka 2023. Sasa tayari ana miaka miwili tu kwenye karia yake, alafu ameshapewa ya majukumu makubwa kama haya, kwa hiyo e, tutegemee pia kuona maamuzi mengi ambayo yanaenda against na Simba kwa uh, sababu mimi mara nyingi huwa nikisema vitu E, mimi nakuwa tayari nimeshavichunguza na ninaamini vinaweza vikatokea kwa asilimia kubwa. Kwa hivyo Simba wanabidi wawe makini sana hii mechi. Watafanywa vimbwanga vingi. Hii ya kupelekwa kule ni miongoni mwa hiyo opportunity, kwa sababu wamesha review wao wakaona Simba Sports Club, wanapokuwa katika dimba la Benjamin Mkapa eh, magoli mawili kuendelea yanapatikana. Eh, kwa hiyo wakaona sasa kumpunguza nguvu ni na namna gani? Ni kuhakikisha kwanza tunamtoa kwenye dimba lake la kujidai, tunampeleka kwenye dimba ambalo e, si sehemu yake ya kujidai. Na kama Simba angecheza katika dimba la Benjamin Mkapa, of course, tayari angekuwa na mabao mawili kabla ya tarehe 25. Sababu zipi hivi? Sababu eh, characters zinaonyesha hivyo, unajua. Uh, hawa rais Berkane wakiwa away, wanakuwa ni wabovu vibaya mno. Usiangalie matokeo yao tu kwamba alishinda sijui dhidi ya Stade Malien, alishinda sijui dhidi ya Stellenbosch, sijui alitoa sare dhidi ya Lunda Sola. Pana. Angalia zile character zao. Wanapokuwa nje, manake wanakuwa na wastani mdogo zaidi wa umiliki wa mpira, manake wastani wao umiliki wa mpira ni arobaini na moja nukta sita. Lakini katika mechi tano za away ambazo wamecheza kwenye kombe la shirikisho, tatu kati ya hizo wamemiliki mpira chini ya asilimia arobaini, maana yake wanamiliki thelathini kushuka chini. Uh, lakini ukijaribu kufuatilia sasa Simba akikutana na timu zenye karakta kama hizo katika timu nyingi ambazo wamekutana nazo dhidi ya Waarabu hawa, dhidi ya Sfaxien alimiliki mpira kwa asilimia sabini na tisa akamfunga Sfaxien mabao mawili kwa moja. Akacheza dhidi ya Constantine akamiliki mpira kwa asilimia sitini na tisa akashinda mabao mawili kwa sifuri. Akacheza dhidi ya Al-Masri akamiliki mpira kwa asilimia sabini na tatu, akashinda kwa mabao mawili sifuri. Umeelewa? Kwa hiyo angekuja hapa RS Berkane kwa sababu anayo karakta ya kumiliki mpira kwa asilimia muda mwingi wa mchezo wa wa wa kwa kwa ah, wanapokuwa away hawa RS Berkane hawatengenezi nafasi nyingi katika michezo mitano ya away, kutengeneza katika hizo nafasi saba tu, michezo mitatu zero big chance, zero big chance. Na mchezo wao dhidi ya CS Constantine wa pili, unaweza kusema kwa sababu walishinda nne, ndiyo, lakini timu kubwa inaonyesha mabavu kwenye sehemu hiyo yoyote. Kwa hiyo wanatengenezewa mazingira fulani eh, ili waweze ku, ku, ku, ku, kunufaika fulani na hii michuano kwa hiyo Uh, Simba watakutana na hivyo vimbwanga, ukiachana okay, na referee, na hili tutegemee pia kuona mambo mengi sana yanatokea, na hawa RS Berkane wamekuwa wanadekezwa, wana dekezo sana. Nafikiri hata kwenye ile skendo yao baina yao na USM Alger, mechi yao haikuchezwa. By the way, walikuwa awarded mabao matatu, mechi ya kwanza iliahirishwa, mechi ya pili wakapewa uh, faida hawa, uh, RS Berkane ya mabao matatu kwa sifuri dhidi ya USM Alger katika nusu finali ya msimu uliopita, nafikiri watu wanafuatilia wanajua na nakuweza kutinga eh, ku, ku, ku, ku fainali kirahisi bila kuchelewa. Kwa hiyo uh, ni kwa sababu pia ya unajua tena mmiliki wa, wa RS Berkane ana anacheo pale CAF ni eh, makamu wa rais wa CAF. Sasa automatically kuna zile eh, namna fulani za udodesho udodesho na ubebi, na ubebi ubebi na nini unafanyika jambo ambalo si taratibu za mpira. Menelo tunatakwa tutafute viongozi ambao watasimama na haki na kufungamana na maslahi yao. Kama hivyo, timu yetu nini tu isupport, fanya hivyo, kwa sababu hakuna hakuna hakuna, of course nini yoyote, hakuna sababu yoyote ya RS Berkane ya kuweza kupangiwa mchezo uweze kuchezwa katika dimba la Amani New Amani New Complex. Mwisho wa siku, ah, naweza nikasema wanatengeneziwa mazingira wanatengenezewa mazingira wao waweze nao eh, ku, ku, ku, ku, ku, kupata ile mchekea lakini nafikiri watakutana na mechi ngumu, hata kama, pamoja na haya yote lakini still watakutana na na mechi ngumu. Lakini mimi kwa upande wangu nimechukizwa na hizi taarifa. Yes. Hili linaweza kuathiri wekundu wa Msimbazi, Simba kwa namna moja ama nyingine. Of course, yani unajua siwezi nikasema linawaathiri sana kwa sababu Simba wamesha prove kwamba wanaweza kushinda kwenye uwanja wowote. Wameshamfunga CS Sfaxien kwao kule Tunisia, umenielewa lakini wameweza kumfunga Stellenbosch kwa uh, pale pale Amani Complex ambao ndo mechi inaenda kuchezwa, lakini uh, unajua test ya hizi timu ni tofauti. Uh, RS Berkane ni timu ambayo kidogo ina uzani, uh, sawa na Simba Sports Club tofauti na mechi ambazo Simba wamecheza nazo, lakini by the way uh, RS Berkane ana added advantage, maana yake mamlaka zina backup yeye kuweza ku yani zinamtengenezea mazingira ya ya yeye kuweza ku, ku, ku, ku, ku, ku, kufanya kitu, si unanielewa? Sasa tch, mimi kwa upande wangu bwana, na napingana na, na, na, na, na sana na hili swala. Yaani niwe mkweli napingana sana na hili swala. Kwa nini mamlaka zinakuwa hivi? Maana kwenye mgagaziko ni hapa tu kwamba mechi yule Rais Berkane anapata vipi ujasiri wa kubuku hoteli, hoteli, eh, before hajui mp, venue ita, ita, ita, ita, ita, itafanyika sababu, of course mpaka, tuna, tuna, tuna, mpaka jana venue ilikuwa inaofahamika ni Benjamin Mkapa ambao ndio Simba mara nyingi wanacheza pale mpaka leo, sasa. Mpaka leo wenyewe, we, tumejua, tumekuja kujua mchana huu si ndio sasa yeye yeah, ame, ame, amepata vipi confidence ya kubuku hoteli jana tena Zanzibar, maanake tayari kuna kuna, kuna, kuna, kuna, kuna wamesha, kafu wameshachafua wameshajichafua wamesha, maanake hiyo ni, ni, ni, ni, ni blanda kubwa wamefanya, so, na, of course kwa, kwa mtu wa kawaida anaweza akaona ni jambo la kawaida, lakini ni kitu kizito ambacho wanatakiwa wajibu, wajibu na na, kwa nini wampange referee ambaye tayari amesha prove kwamba aliwahi kufanya makosa makubwa kwenye uh, stage kubwa eh, kwenye mechi muhimu kama hii sinil sasa ah, mimi sioni si, si, si, si, si, si, si, si, kwamba mpira wetu sijui tunaupeleka wapi sikufichi huu mpira tunatakuwa tupambane tuhakikishe mpira unanyooka sasa hiki ah, anyway... ambacho anachokisema kwamba sababu labda msimu wa mvua kweli kina mantiki kina maana hakina kwa sababu, by the way, uwanja ulikuwa upo kwenye renovation, manake ulikuwa unafanywa marekebisho, na miongoni mwa sehemu ambazo walizingatia ni pichi manelelo a, ile pichi ilifanyiwa renovation, iliboreshwa zaidi, iliwekwa matirio ambayo yangekuwa na uwezo wa kufyonza maji kwenda ndani aina fulani ya, ya mchanga. Nilif, nilifuatilia ile interview ya engineer. Alikuwa anasema kuna mchanga fulani ambao umewekwa chini ya ile carpet ambao wenyewe unasaidia ku, kuvuta maji kuyanyonya. Alafu pembeni kuna tunnels ambazo zenyewe zinasaidia ile maji yakishachua yamenyonywa anaenda ya ya kwenye, hizo channels na ku, kuweza kwenda nje ya pitch. Ili mradi pale kwenye pitch, mpira unapochezwa usiweze kufanyaje ku, ku, maji kutuama. Sasa hizo renovations zimefanywa kwa sababu gani? Kwa sababu ya, lakini pia tu, tu, wakati huo huo. Uh, ndo tujifunze sisi wa Tanzania kwamba tusisubiri kitu kitokee ndo uanze kushumenelo ule uwanja. Mimi najua na, na, na, ligi kuu msimu huu kwa asilimia kubwa sana mechi nyingi hazijachezwa pale. Sasa imekuaje uwanja uh, ume, ume, uwanja wa nchi umestopishwa usicheze mechi nyingi za ligi kuu ili kupisha maboresho, unahitajika kwenye mechi muhimu zaidi kwenye msimu huo mzima, sio kwenye msimu mzima, mechi muhimu zaidi ndani ya miaka zaidi ya thelathini. Hii mechi ni muhimu zaidi ya miaka thelathini, eh inakuja uwanja unahitajika katika mechi muhimu kama hiyo, haupatikani. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeshatengeneza excuse ya watu wenye mamlaka, wenye nia ovu ya kujaribu kupush huu mchezo kwenda katika venue ambayo haitokuwa na advantage kubwa kwa Simba, eh ili kuwatengenezea watu ambao wanawataka kuwatengenezea, eh wa waweze kufanyaje, kupata matokeo kirahisi. Sasa, hichi kipindi chote kwa nini tusinge deal kwanza na pitch, tukamalizana na pitch completely? Yani kuliko na maviti sijui na vyoo na nini, sikatazi huko kwamba viti vyoo wapi ni muhimu, lakini pitch na taa ndio kilitakiwa kiwe kipaumbele cha kwanza kwenye uwanja, afu vingine vingekuja, umeelewa. Yaani kwamba tunge deal kwanza na pitch kwanza, yani tungekaa muda mrefu na tunaideal na pitch, tunaideal na pitch, tunaideal na pitch na, na taa. Alafu huku kwingine hata kama tukifanya taratibu, si mbaya kwa sababu zikitokea mechi ambazo zinahitajika zina ulazima wa kuchezwa pale. Kwanza zichezeke, zichezeke, alafu hizi zingine ambazo tunakuwa hatuchezi kwa sababu ya kupisha renovation hazichezwi muda huo, eh, sasa engineer wanapata nafasi ya kutengeneza taratibu sasa, kwenye viti kwenye kwenye kwenye nini kwenye vyoo sijui kwenye... lakini sasa tumedili na viti hivyo baraza sijui nini, mwisho wa siku pitch inahitajika, mechi muhimu zaidi ya karne inashindikana kufanyika kwa sababu hizi mechi za kuchezwa hii finali za, za CAF Confederation, finali ya CAF Champions League ni nadra kwa timu zetu kuweza kufika, kwa sababu sio tu kwa sababu ya uwezo, lakini pia jinsi system ya CAF inavyo operate kuna timu zinakuwa favored zaidi sio nanielewa, yeah, hmm. na, ya na, katika kitu ambacho labda nikuambia kitu kimoja, huyu mwamuzi pia huyu acho aliwahi kushtakiwa na Al Ahli, alichezesha mchezo, alimsukuma Mohamed Hani na wakalalamika, Al Ahli ilikuwa dhidi ya Mamelodi Sundowns. Eh, na kuweza kukutana na kadhia sasa Yaani mimi kila nikijaribu kuangalia hii mechi na naona kabisa Simba, kuna, wadatana, vitu, Simba wadatana, na vitu Simba watakutana na vimbwanga vingi sana. Ko apa, kwa hiyo hapa tunaweza kusema kwamba pamoja na kwamba CAF kunaonekana kuna vitu haviko sawa hata sisi wenyewe wa Tanzania kuna baadhi ya vitu pia, hatuko sawa. Of course tujilaumu. Yaani kwa nini pitch eh yeah, inato, inatokea hili? Yaani si si, si tupi lawama tu hivi hivi kwa sababu pitch na muda mrefu aichezeki mechi, mechi na Almas. Of course. Eh hey, tangu mechi na Almasri. Manake Stellenbosch uh, ndio ikaenda Amani Zanzibar. Menielewa? Hii finali tuli, tuli expect kuona hivyo mwisho wa siku. Maana yake ah, see, na, ba, na na hichi kipindi ambacho pichi ilikuwa achana na tu na michuano ya kimataifa, sababu ndio hiyo michuano pekee ambayo Simba ndo wanacheza kwenye ile dimba. Hichi kipindi ambacho ligi haichezwi pale na nini, timu zinalazimika kwenda kugombaniana viwanja, mara huyu amefukuzwa Chamazi ameenda sijui wapi, ameonekana anachoma watu masindano, kakimbia huku, kakimbia huku, kakimbia huku, unajua kile kipindi ambacho watu wanagombaniana viwanja kwa sababu ya kutopata huduma ya Benjamin Mkapa, walikuwa wanaboresha nini? Si wangetakiwa waboreshe pitch. Eh, waboreshe pitch kwanza, yani pitch kwanza, yani hata kama wangetumia miezi miwili mitatu wangeboresha pitch, umeelewa? Sasa wanaboresha sijui vyoo viti, sijui nini ah, sasa inakuwa sio eh, sio sio nini nzuri, umeelewa. kwa hiyo mwisho wa siku ndio hivyo bwana. Yes, kwa hiyo yeah. Sasa wana Simba kwenye hili ambalo limetokea eh, wafanye nini sasa? Tusubiri tu, tusubiri tuangalie tuone itakavyokuwa. ah, waachane na hizi nini waangalie mechi yes, ya fainali, hamna cha kufanya sasa. utafanya nini utaandamana utabidi <laughs> wache tu, utabidi ufanyaje? Shukrani sana. ah, nashukuru.